E bana Uchebe wa Yanga, uko vizuri? Ah, niko poa kabisa nashukuru Mungu tumekuja kuangalia mpira mechi nzuri mm. tumefurahi goli uh, kumi, ah, kumi nilikuwanazihitaji, lakini so far imekuwa so, so, so bad yetu mm. lakini pia kwa goli kumi ingekuwa kidogo ingekuwa mm. ni heshima kwa sababu hawa wametuzarurisha, unajua ndio wamevunja btn yetu mm. tulikuwa tunatekeza arobaini, kama 50 hivi nafikiri amekuja ametuharibia katika B10, lakini pia so so kesi, sisi tunashinda hata goli moja, lakini kikubwa ni kutengeneza pointi tatu muhimu. Tumepata pointi tatu muhimu, tunaongoza ligi na Mayele goli <laughs> kumi na, yani ukimwangalia kama Benzema hivi yani baraa sana, ni moto wa kuotea mbali mm. eh, anaitwa Karim Ana, anaitwa Fiston Kalala A Fiston Harand Kalala Mayele, fundi wa mpira anafunga mno, anajua mpira yeah na tumeshuhudia pia Kennedy Musonda akianza kucheza leo kwenye klabu ya Young Africans, uh, japo sio dakika nyingi. Kwa dakika chache ambazo alicheza, unatoa maoni gani? Uh, gani jamani, nimechelewa kumjua. Unajua nimechelewa mm, kumjua afu sema uinjinia hujue kiboko, so mtu wa kawaida mm, yani ana jicho unajua, unajua, unajua una unachezaji anaweza akaja katika kikundi cha ngoma kama hiki, wenzetu wanavyosajili sajili. Unajua, kuna watu wanasajili sajili na kuna watu wanazurura. Sisi tunasajili, afu kuna watu wanazurura zurura tu, hasa watu wanazurura zurura, wacha wazurure. Sisi tunasajili, unajua, wamesema wameleta kiboko ya mayele ya mayele, yule ambaye alikuwa anashinda kule Kongo. Yani huyu jamaa tukicheza na double stweka, yani ukikosekana, tumekula jezi yetu nyeusi, tuna double stweka, ukikosekana, goli ndogo ni saba. Goli ndogo ni sabari, kama Maele anapiga hat trick, huyu anapiga hat trick na wengine, goli lingine tunaachia tu wengine waliobaki, kwa sababu toka alivyoingia yeye tumeona mikimbio ya mpira, tumeona pressure kubwa kwa wapinzani, tumeona ana force. Unajua, yani kafanya vitu vyote vya mpira ndani ya dakika chache. Sema tu angeanza dakika 90 zote, angecheza dakika 90, unafikiri tungeshinda goli ngapi? kama tumepata goli moja kwa sababu ya presha yake, tumepata goli moja. Golikipa mwenyewe alikuwa na yani, ameona kabisa kuna mtu kaingia. Mwamba huyo hapa, yani ukimwona tu unajua kazi tunayo, ya mtu balaa sana. mtu na nusu tumesajili, mtu na nusu. Mtu mkubwa anajua mpira, ni hatari. Mwingine nani ambaye amekufurahisha sana kwenye kikosi ambacho kimeanza leo? Unajua sisi timu yetu sasa hivi inavyoelekea ukiitazama kabisa. Ya unaweza kusema kama Man City, Man City kama Barcelona, Barcelona. Unajua sisi, mimi naangalia sana mpira wa nje. Unajua kuna mtu anaitwa Joyce Malisa, mtambara. Ule jamaa anajua mpira. Unajua mara ya kwanza alikuwa kwa, nimechelewa kumfahamu jamaa. Anajua sana mpira. Jamaa anajua kucheza mpira. Yaani, unaweza ukimwangalia kwa mbali. Yaani, ukimwangalia unasema Joen Cancelo huyo hapa huyo hapa, anapiga pasi za hatari, anaweka pressure kwa wapinzani, kwanza akiingia unajua kabisa kuna mwanaume anacheza mpira. Anafanya kazi ile ambayo kocha amemtuma jamaa, yani anajua boli. Mwingine ni kiungo, sure boy. Mudathir, haya. Wakati leo palikuwa panachafuliwa sana, sana. Yani, tumechafua. Unaweza ukasema kuna gavi na kuna Xavi kwa mbali wanapiga piga pasi zao zile za Barcelona Barcelona ile ba Barcelona, kina Xavi na kina Iniesta. Yani tumecheza mpira mwingi sana tu, magoli tu hakuwa bahati yetu kwa sababu wana beki Ihefu wana beki, zile bola za kucheza lafu kwa wapinzani, ndio hicho kimewasaidia. Lakini yani vinginevyo wangekuwa hawana zile beki za kucheza lafu kwa wapinzani, wangekufa nyingi mno. Aha, mjemisi, pengine Stephane Aziz Ki amekosekana kwenye mchezo wa leo. Unajua hii timu kubwa ukizungumzia timu kubwa, unajua, unamaanisha unazungumzia benchi la ufundi, kikosi tajiri wa timu, kiongozi na kila kitu. Unajua. Kwa hiyo sisi tukikosekana mtu yeyote anayecheza, asiyecheza, sisi tunapata matokeo. Hatutegemei mchezaji mmoja. Hii ndio maana halisi ya timu kubwa, sio kama wenzetu. Sasa ikikosekana chama wanaanza kulialia, wanatafuta popcorn, wamepata wamekosa kula chama, wanatafuta popcorn. Ah, sisi tunapiga pila letu lile lile. Yaani akosekane huyu akosekane huyu, yaani pila la Barcelona tutaliona tu tusivae jezi nyeusi, tusiwe na Feisali, tusiwe na Ziziki, pira lilelile, pointi tatu. Tunapata alama hamsini na tatu hivi sasa. Hakuna kuja kuwazuia au e, kuchukua ubingwa wenu ambao mlichukua pia msimu uliopita. Hakuna, hakuna kabisa. Sijaona kabisa, sijaona kabisa yani na, nahisi hajazaliwa bado mm -hmm. Kama kuna timu ambayo inaweza ikazaliwa, labda ligi daraja la pili ndo ije kufosi, huenda ikaleta kidogo challenge ambayo ambao inaweza ikatufanya tukose ubingwa, lakini kwa kwa sasa hivi katika msimamo na ligi ambao tunacheza nao, watu wote timu zote tunacheza nazo, hakuna wa kutuzuia tusichukue ubingwa, hakuna, sijamuona bado. Neno ah, moja kwa mashabiki wa Yanga. Lakini pia salamu ziende kwenye kikosi cha Yanga ambacho kimecheza leo. Habari ah, wana Dar es Salaam, habari wana Mbeya. Mbele yenu ni familia ya Chimwene. Nina kila sababu ya kuwakaribisha katika basi zetu. Basi zetu ni luxury. Nina kila sababu ya kuwakaribisha kwa maana tumekuja kutoa huduma. Huduma ni ambazo kwamba tunasafirisha abiria, tunasafirisha kwa seri, tumekuja kivingine hivyo. Tuna kila sababu ya kuwashukuru kwa kuchagua basi zetu, wale ambao wanazijua na ambao wazijui, piga simu, uliza, tutakupa majibu na fanya booking mapema, tumekuja kufanya huduma. nauli zetu ni shilingi 10447. Basi zetu huwa zinatoka Dar es Salaam kuelekea Mbeya, Mbeya kuja Dar es Salaam kila siku. Tunawakaribisha sana na tunawapenda sana. Huduma zetu ni bora, yani zaidi ya bora. Kwa nini nasema bora? Uh, gari zetu ni luxury kama unavyoziona, madereva wako vizuri sana. E bwana usiache, e bwana karibu sana Achimwene tunapatikana Mabibo, tunapatikana pale Mbezi hivyo, tunapatikana na pale Mbeya tauni kwenyewe. Wajanja wote wa Mbeya, wajanja wote wa Matundas, wajanja wote wa Mkwajuni, Songwe, wana Dar es Salaam, ninawakaribisha sana katika basi zetu za Achimwene. Huduma zetu ni bora. Tumekuja kumuunga mkono mama yetu Mama Samia kwa maana yeye amesema kazi iendelee, na sisi vijana tumekuja kupiga kazi kwa ajili ya kutoa huduma ya usafirishaji. Karibuni sana na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninawapenda sana, asanteni. Hey! Ah, bosi, hawa ah, vibaka mtau anatumia viwembe bana, mi naogopa wataniumiza. We unasema moyo yako. Asante sana. Sisi ndio wale mashujaa, sisi ndio wale mashujaa unaotuhitaji. K4 Security, tuna ulinzi ofisini, tuna ulinzi kwenye viwanda, tuna ulinzi mpaka kwenye magodauni, na pia tuna ulinzi binafsi, mabodyguard wene mafunzo. Achana na hawachawa, bila shaka bwana kazi hana ushakosa kazi tena, acha kushangaa shangaa. Ah, safi sana. K4 Security, your trusted security partners. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo, hapa ndio kwao. Sasa tembelea chaneli yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bof ya subscribe uwe mwanafamilia na bofu ya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV underscore Mpenja TV. Tunazungumza michezo.